Uh, unajua wasanii wa mziki so sasa hivi hawasumbui kwa wasanii wa, wa YouTube na maanisha. Kwao kwa... hapana ya, ya, ya, yani ya, <laughs> wakati wao ule wa kutrend vile ushapita, sasa hivi kwao, sasa hivi si ndo tunafanya vizuri kwenye YouTube. Kwao kwa... YouTuber, tutabaki kuwa pale, wasanii wa mziki wa wajisikilizie kwanza, wajitafute, awaombi nafasi yenyewe ya kuwasaidia siku hizi. Wataomba tu wanakaza kaza, unajua hao ni watu wa kuvimbavimba sana na kujifanya kama vile wamefanikiwa kitu ambacho si kweli. Uh, unajua wana, wanaigiza sana maisha, lakini ukiingia kwenye warisia wao si kweli. Kwa hiyo wataomba tu, muda bado. Kati ya wasanii wa YouTube wa maigizo na wasanii wa muziki, wapi wana pesa nyingi? Yeah, sasa unajua kwa mayoutuba, mayoutuba wengi wamekuja baada ya kumwona Clam, kwa hiyo walikuwa waamini baada ya yale mabilioni kuzungumza ndo wengi wakaja, e, ndo maana wanamziki wanawaacha kidogo ma YouTuber, lakini kuna mda mchache sana ma YouTuber wanawaacha e, kwa sababu video zao ni fupi kuliko vitu vya YouTube, ndio maana wapati pesa nyingi kama wasanii e, so video tu wana wana wanafake sana life, unakuta e, e, msanii ataki kupanda bodaboda gari yana na request sehemu ya kwenda elfu mbili anaenda elfu thelathini Chakula anachokila ataki kula kwenye nini, anataka kula kwenye nini, kwa kila kitu ni expensive na hawezi hana hiyo pesa ya maisha hayo, kwa anakuwa chawa. Akitaka kutokuwa chawa atumie pesa yake, pesa yake inapokata inakuwa mtiani, kwa ni kufake tu. Lakini sisi si tunaishi lile, mkienda kwenye uhalisia labda mnataka kununua kitu kina bei kubwa, wewe na msanii, nani ana nguvu ya ya kumshinda? Mimi ni msanii. Msanii gani? msanii wa As, yani kama. Na kuna wasanii wa, wa muziki wananizidi kifedha, lakini ni wachache kiukweli. Kwa it depends msanii gani nabato naye, msanii gani na, msanii na kuogopesha kwa pesa e, wasanii wengi wakubwa. Unajua siwezi nikakaa sasa hivi nikaanza kumzungumzia mtu kama Diamond. E, mtu kama sijui e, nani mwingine unajua, ni watu ambao tayari walishajiwekeza kitambo, ko mi nakuwa na waona wao, siwezi nikaanza kubatonao na batonao nini? Ko lakini kwa hao wasanii wengine wengine hawa asilimia kubwa hivi hao, e waigizaji wakubwa ambao wapo kwenye game kwa muda mrefu, haukuwahi wewe kutamani kuwafikia ili uweze kutoboa kama vile wasanii ambavyo wamekuwa wakiwatumia kama ngazi? wanafanya vizuri, tuna respect, wametuonyesha wame njia, na bado wanaendelea kufanya vizuri e, kwa hiyo tunashukuru tuna, tuna kwa mchango wao na wanavyoendelea kusupport baadhi ya watu, lakini sisi tumetafuta njia yetu nyingine ya online huku, tunaona tutafika sehemu fulani pia simba na tunajiona tuna, tuna tunafika. Watu wanakuchukulia wewe ni mtu wa aina gani? Sijui sijui aki wanavyonichukulia, na wala sitakagi kujua kwa sababu mimi naishi kitu maisha yangu. Kwao, nikimwambia mtu kitu wanakuaga, watu wengi wanakuaga, wanaona mimi nachekesha kwa sababu wanajua ni mchekeshaji, lakini ndo the way maisha yangu yalivyo. Kama nakuchekesha ndo niko serious mm. kwenye maisha yako ya mahusiano, kitu gani unaona huwa ni silaha kwako, kwamba ili ufanikishe kuanzisha mahusiano na binti, kitu gani unaona huwa kinakuwa ni silaha kwako? Sijui unajua mimi nina nina nina nina, nina mwanamke mmoja tu tangu niingie kwenye sanaa, ni mu approach yeye, nikawa naye yeye, basi ni hivyo, kwa sijawahi kujaribu tena ku approach mwanamke mwingine e. Zaidi wanakuwaga tu wananitongozaga sana, kwa sijui, yani hilo swali linakuwa gumu kwangu. <laughs> Una, una share DM na mwenzi wako? Hapana. Kwa nini? Basi tu ni secret zangu, sasa tunashareje dem? si ndo siku mbili tatu tutakuwa mtani tunaachana tena eh. Yeah. Kwa nini unaogopa mtaachana, wakati uko na mtu mmoja? Na mimi uh, binadamu, na kuna namna anavyojibu na nini, unajua zile kuna yeah. uh, namna unajibu lakini, si una mtu mmoja unamwambia, bana nimemjibu, nimemkataa, nime uh, tupo kwenye dunia hiyo ya kusheashea vitu atushare uh, ili tuendelee tutakiwa kushare. Msichana akikuapproach unamkataa unamwambia una namtu yukoje? Uh, yani yeah, unajua zile kuna viwango. Akifika namwangalia, naweza nikamuuliza anashi ngapi, nikamsaidia. Asante. <laughs>